Wangapi wanapenda haki? E, na haki ni jambo zito ambalo baadhi yetu tunajitahidi kulikwepa. Tunaweza tukasemasema sema vitu, lakini tukaweka haki pembeni, lakini haki ni jambo la msingi katika uwepo wa mwanadamu, na haki sio kitu tunachobumba wenyewe. Haki ni zawadi ya Mungu, na Mungu mwenyewe ni haki. Mungu ni nini? Ni haki. Na niwadokeze kwa kifupi kabisa, haki maana yake ni hii kumpa kila mmoja mastahili yake. Rudieni: kumpa kila mmoja mastahili yake. Haki ni utayari wa kumpa kila mmoja mastahili yake.